Na mtazamaji wa Mastaz TV, uhali gani popote ulipo? Si tunamshukuru Mungu, tuko vizuri kabisa, salama salmini. Leo tuko kwenye mazingira ambayo pengine sio rafiki sana, bali ni rafiki kwetu, maana ni mazingira ambayo tunapenda sana kuja ku spend time, kuja kuburudika muziki moja moja, pia tunakuja kukutana na watu mbalimbali mbali. leo tumekutana na sister, kwa kumuona kwa haraka haraka huwezi kumuelewa, lakini tulimkuta kwenye mazingira yetu haya alikuwa anafanya mazoezi, kwa hiyo tukaona sio mbaya kabisa tukusogezee mtazamaji wa Mastaz TV ili umjue zaidi huyu sister, ndugu yangu, ana vingi na mengi ya kukujuza kapo hapo stoke. niaje? poa. uko poa. Ya, namshukuru Mungu. Kwa majina Francine. Okay, Francine tumekukuta uko kwenye mazingira yetu haya. maana ni mazingira ambayo tumeyazoea sisi na tumekukuta unafanya mazoezi. sijui unaweza kutuambia nini wewe ni mwimbaji? Ya, mimi mwimbaji. Naimba gospel au bongo flava gospel. Gospel so hivi mm. Ni kitu gani, au tuseme ulianza lini kuimba mm? ikiwa na umri wa 19 19 hivi. Ni kitu gani ambacho kilikufanya ukavutiwa sana na kuimba? Yeah. kama kilichonifanya nikavutiwa na kuimba mm. Nilipoona marafiki zangu wanaimba, wote wanaimba gospa, mi mwenyewe nikavutiwa, nikajiona na mi mwenyewe inaweza, nikajiunga na gospa yeah. Okay, mtazamaji wetu anaweza akafurahi sana, we kumgeuzia sura ili akakutambue vizuri. Uliye kuja kuvutiwa kuimba na ndugu zako hao, ndugu zako ambao walikuvutia, pengine walikuvutia kwa uimbaji wao, uvaaji wao, staili yani lifestyle yao au vipi, waimbaji wao hivi? Yeah. toka wewe uanze kuwa mwana gospel mpaka leo umeshafanya ngoma ngapi? Ah, sina ngoma. yote unafanya kwa kwa kuimba yani? Sasa tujui ukisema wewe ni mwana gospel alafu ukasema hauna ngoma, hapo watu kuelewi. unafanya tu mazoezi ya kila siku huku au vipi? Nafana mazoezi ya kila siku kwa sababu sina uwezo wa kuingia studio, yote niende kupiga ngoma sina kabisa. Okay, unaweza kuandika nyimbo zako mwenyewe? Ya, naweza. Mtoto mmoja wangu anatamani akuone, japo umgeuzie sura. Okay. Okay, ulisema unaweza kuimba nyimbo zako mwenyewe ukiandika, na una idea kabisa, unaweza ukatunga wimbo mwenyewe ukaimba, si ndio? Yes, naweza Ushawahi kufanya hivyo pengine uka, ukafanya wimbo afu ukampa mtu akaenda kuimba kwa sababu yeye ndo ana kipato kidogo? Ya, niliwahi ila ndo hivyo. Akasema, yani, alikuwa rafiki yangu, kawa naimba gospel nini mm, nikaandika nikampatia, ila akasema mimi hiyo siwezi kwa sababu yeye, yeah, anapenda bongo fleva vizuri yani. <laughs> <laughs> kwa hiyo wewe uli, uliandika maneno ya kimungumungu sindio? Yes. Okay, Francine ulisema kwamba wewe ni mwana gospel na gospel so sasa hivi inaenda vizuri sana. Lakini kwa kuwa bado haujapata support ndio maana uko hivyo. Ni nitamani tukujua leo ukipata support ya mtu ambaye alikwambia anakuambia kwamba Francine, na mimi nataka kufanya kazi na wewe, lakini si wewe mwimbaji, natamani kuimba lakini utakuwa unafanya bongo flavo, itakuwaje kwake. Ah, atanisamehe hiyo siwezi nikafanya. Ina maana a utaki kuimba si sindi... Ya, nataka ila sio njia yangu hiyo ya kuimba bongo flavor. Okay, we ni Mkristo au Muislamu? Mi Mkristo. Mbona sasa tumekuona kwenye kwenye hizo jilbabi sijui imekuaje ni <laughs> kitambaa tu cha kawaida. Okay, okay vizuri sana Francine, wewe ni mzaliwa wangapi kwenye familia n mm, wa saba. Saba. Mtoto wa mwisho au shwa so, mwisho, nyuma yangu kuna watoto wawili watatu, kutoka mwisho alikufa. Okay, pole sana. Hivi Francine, kwa ushawahi kupendekeza kwa wazazi wako ukawaambia kwamba mama na baba, mimi najisikia ndani yangu kuna kipaji cha kuimba, kwa hiyo nipende support. Ushawahi kufanya hivyo? Yeah, niliwahi. uh, hawana uwezo. Hawana uwezo. Yes. Okay, vizuri sana kwa, um, kwa mfano sasa hivi ametokea mtu akasema kwamba anataka kukusikiliza au ili we hakubali uingie kwenye mkataba naye, yani asikie japokuwa kidogo sauti yako, inawezekana yeah, ya inawezekana ukapoa. Okay, sponsor wa Masters TV anakutaka, kwa hiyo tunataka tu tusikie kidogo sauti yako, mwingine atafuata kweli. Ndio. Yeah. Okay, wait ni mimi hapa. Mhm, angalia, tunamwangalia mtazamaji au macho kwako, tunasubiri ngoma hiyo siku. Ilikuwa simu ya mwaliko. Jumapili tutamshukuru Mungu kwa sadaka ya pekee, uje uimbe kanisani kwetu. Muda ulipofika, wimbo ukaimbwa na wakaja mbele, wametanguliza kijana na binti mmoja. Msimaji wao akaanza kutoa hutuba fupi kabla sadaka haijatolewa. Okay. <laughs> Okay, vizuri sana. Uliwahi kufanya cover za wimbo, za nyimbo za waimbaji wakubwa wakubwa kabla hau, unazipendaga ya? Nazipendaga ila sijawahi kufanya cover eti. Ila tunaziimba nikiwa nafanya mazoezi. Okay, vizuri sana. Una jambo lipi la kumwambia sponsor wetu au mtazamaji anayekufuatilia jioni ya leo? Maana ni jioni kwa majira yetu, sijui kwa mtazamaji wangu itakuwa ni saa ngapi. So kwa nao nitazama, mm -hmm, nawaomba tu wanisupoti halafu na maombi yao, wachangie atakuwa amenisaidia sana. Okay, asante sana mtazamaji wa Mastaz TV, ulikuwa na mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera alikuwa Isaac Kabaisa na leo tulikuonesha mazingira yetu ambayo tunayataka zaidi na zaidi. na ni kusii hu wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV, takubidi usubscribe, ukulike na kucomment. Bye bye.